Sote tunafahamu kwamba leo kulikuwepo na fainali ya michuano ya CECAFA Cup kwa upande wa wanawake, fainali hii ambayo imeweza kuzikutanisha timu ya taifa ya Kenya dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, fainali hiyo ambayo imeweza kuchezwa katika jiji la Dar es Salaam. Katika dakika arobaini na tano za kwanza za mchezo huo ziliweza kumalizika kwa suluhu ya bila bila, yani ya kukua na mbabe na kupelekea mchezo huo kumalizika kwa bila bila katika kipindi cha kwanza, lakini katika kipindi cha pili ilipofika dakika ya hamsini na tano Clara Luvanga anapiga shuti ambalo lina mshinda beki wa, beki wa Kenya ambaye anaitwa Enes mango na kupelekea beki huyo kuweza kujifunga bao pekee la ushindi ambao limepelekea timu ya taifa ya Tanzania yani Twiga Stars kuibuka mabingwa wa Sekafa kwa upande wa wanawake kwa msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ya, hebana. Hiyo ni miongoni mwa rekodi ambazo Tanzania ambazo wameweza kuziweka katika michuano hiyo ya Sekafa na msimu huu nakuwa ni msimu wao watatu kuweza kutawaza mabi, kutawazwa kuwa mabingwa wa kombe hilo la CECAFA ya. Bwana hii ni Memorata TV, na kusi huweze kusubscribe hapo chini, lakini pia na kusi uweze kutufollow kupitia Instagram page yetu kwa majina naitwa Tino La Diva. Kwa sasa mi na sign out, tukutane wakati mwingine tena, chao.